Miwa nadhani tunaifahamu sana miwa eh, ama sugar cane. Hii miwa ina faida kubwa sana katika upande wa tiba. Sasa leo nisikilize vizuri sana, huenda ulikuwa haujui, lakini nahitaji nikujuze eh, tiba inayotokana na mua. Kama haujanifolo nifolo, nitakufolo back, like, comment, share Acha swali lako katika comment section, nitakujibu ni vizuri tena ipasavyo kabisa. Mua ni tiba nzuri sana, na watu wengi huwa wanadharau hao, hawajui faida gani inayotokana katika upande wa mua. Sasa leo nipo tayari kukuelezea faida zinazotokana katika upande wa mua, hasa katika upande wa tiba. Kama una changamoto ya figo, figo zako hazina uwezo wa kuchuja sumu vizuri, figo zako zina mawe mawe, ama una changamoto yoyote ile ya figo, basi tumia miwa kama tiba kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto zako katika upande wa figo, katika upande wa ini, katika upande wa bandama. Unapotumia miwa, basi unakuwa unasafisha figo zako, unasafisha bandama, unasafisha na ini pia, vira vira Jinsi ya kutumia miwa kama tiba, utaichemsha miwa. Utakatakata kwanza kipande vipande vipande, kisha utachemsha. Baada ya kuchemsha, maji yake utakuwa unakunywa kuanzia asubuhi mpaka jioni uwe umemaliza lita moja. Hapo utakuwa unasafisha figo, eh, unatibu figo, unatibu ini pamoja na bandama. Lakini kama una UTI ya mara kwa mara tiba hiyo inaweza kumaliza UTI mara moja. Una shida katika kibofu cha mkojo ama una shida, una dalili ya tezi dume eh, ama una tezi dume, basi tumia eh, miwa kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto hiyo kwa haraka sana. Na wale wanaume wenye tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, pia unaweza katumia miwa kwa ajili ya kuweza kurudisha ile hali ya hisia ya mfumo wa uzazi yani kuweza kurudishia nguvu zako za kiume. Kama umpungukiwa na nguvu za kiume, chukua miwa kata kata, kisha chukua madafu e, yani zile nazi teke ambazo hazijakomaa, yale maji yake utachemshia. Badala ya kuchemsha na maji ya kawaida utachemsha na maji ya madafu. Utachemsha na maji ya madafu e, utaacha ichemke kwa kipindi cha muda mrefu zaidi ya dakika kumi ama dakika kumi na tano. Kisha utakuwa na kunywa glasi ya maziwa mia asubuhi, glasi ya maziwa mia jioni. Hii ni tiba nzuri sana katika upande wa nguvu za kiume. Kwanza itakuwa inasafisha mirija ya uzazi, yani ile mi mishipa ya damu ambayo inakuwa haina uwezo wa kupeleka damu vizuri katika mfumo wa uzazi, basi itasafisha na kuweza kukaa vizuri na kuweza kupitisha damu vile ipasavyo. Lakini pia inaongeza homoni za mwanaume, homoni ya testosteroni, hiyo itakusababishia wewe kuweza kupata ile hamu ama hisia ya kuweza kushiriki tendo la ndoa. Ya tatu misuli iliyosinyaa naweza kukurudisha katika hali nzuri hali ya kawaida, na kuweza kujikuta kwamba mm, mashine yako inasimama vizuri tena ipasavyo kabisa. Hizo ndio faida ya miwa, na kama ulikuwa haujui faida za miwa, basi hizi ndio faida za miwa. Lakini pia kwa wale wamama wenye changamoto ya tumbo la uzazi, mara nyingi sana huwa wanalalamika tumbo linakuwa linawasumbua sana, tumbo linakuwa Eh, wanapata maumivu makali wanapoingia katika hedhi, hawashiki mimba na wakishika mimba wanapata maumivu ma, uh, wakishika mimba mimba huwa zinaharibika ama wakiingia hedhi hupata maumivu makali, basi waweze kutumia miwa kwa ajili ya kuweza kutibu chango la uzazi kuweza kusafisha mirija ya uzazi kusafisha kizazi na kuweza kuondoa bakteria wote katika mfumo wa uzazi, na ataweza kushika mimba vizuri kabisa. Hizi ndio faida za miwa, na mimi ndiyo mshauri wako ninaye kushauri kila siku. Kama unahitaji mawasiliano yangu, basi mawasiliano yangu ni jumlisha 255 658 16 38 30. Mnanane ni kutakia siku njema, ni kutakia kila la heri, lakini lakini usisahau kuni foro nitaku foro baki.